Ambe wapi bwana wewe, mwarabu anatamba fika, mwarabu anatamba kwao kwa knakolima mafuta. Hapa sisi tunalima ngano, tunalima sembe, tunalima mchele, alafu hapa Zanzibar, hapa tuna vyakula vyetu, tuna biriani. Umenielewa sijui, tuna mchele basma, tunapikwa pilau, ukila unajisikia. Tuna chakula chetu pendwa kinaitwa urojo, ukila so unalegea, ukila unakazana kama mudathiri. Haya, navutia magoli huko kwa arabu Ah, mambo fresh, yaani niko lelelele, niko moto wenyewe, wanasema niko mukde mukde, niko happy, niko everyday. Mwarabu anatamba Afrika, anatamba kwao kwa wanakolima mafuta. Hapa sisi tunalima ngano, tunalima sembe, tunalima mchele, alafu hapa Zanzibar hapa tuna vyakula vyetu, tuna biriani, umenielewa sijui, tuna mchele basi ma tunapikwa pilau, ukila unajisikia. Tuna, tuna chakula chetu pendwa kinaitwa urojo Ukila sasa so unalegea, yeah. Ukila unakazana kama mudathiri haya anaenda kuvutia magoli huko kwa Arabu. Ah. Sasa pale leo pale yeah. Tutavompiga mwarabu kwanza, tunamwanzia ta ta ta ta ba. Tunamtandika la kichwa kwanza la kwanza. Mwarabu afa anafanya fanya hivi. Mwarabu akiumba, tunamwambia wewe, tulia. Tukimweka sawa mwarabu, tunamrudisha tena hapa hapa. Yeah. Leo mwarabu yani, kapona kapona. Yeah. Nne. Sasa katika hizo nne mwarabu ajiandae. Mawili kwenda kumzika kwelekwe atoke mwarabu aende kazi kwe kwao, na uko kwao mawili anaweza kaenda maiti au akaenda maututi kwa ajili ya kwenda kuhudumiwa kule kamdomo, kamdomo. Ah, so kamdomo. Mimi nasemaje, mimi mwananchi, na mimi Yanga naipenda, na katika wachezaji ninaowapenda kwanza, anaitwa Max Zingeli Pacome Zuzua, alafu anakuja Mudathir Yahya, yani hivyo vyuma hatari. Baadaye kuna mzizi, so baadaye yani mimi siri mimi kimbie. Na, na kukimbiaje wewe umekuja kula hapa hey? Eh, tena mwarabu mwenyewe hapo anakuja Naambiaje, inna lillahi fo. Inna lillahi fo. Na